Habari za muda huu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Baraka Online TV. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya. Karibu kufuatilia matangazo yetu popote ulipo. Hii ni Radio Baraka Online TV ambayo inapeperusha matangazo yake mashariki mwa DRC. Leo tunakujia na habari za Baraka zisemazo kuwa hali ya utulivu yarejea ya siku ya tatu ya wiki tunayo mjini Baraka baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi jioni ya siku ya pili mjini Baraka. Kwa jambo hilo, kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la SPSC mji wa Baraka Amani Msebengi Amibe ameomba raia wote kuondoa shaka na kuendelea na shughuli zao. Akizungumza na TV yako juu ya hali ya usalama kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi mjini Baraka, mwakilishi huo wa vikosi vya Kamanda William Amuri ya Kutumba, Kamanda Msebengi Amibe ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Milio ya risasi ilitokana, tulikuwa penda kudesarme Bwana Dragila ambaye anajiunga na Bwana Nani Joseph Kabila na kwa kutukana jina, kutuka jina ya kiongozi na kutukana jina ya serikali ndo wakaanza kufyatua risasi. Alafu jeshi la, la, la wazalendo nao pia kwa kunetralize force wakafyatua risasi, tuka desarme Bwana Dragila. Hiyo ni madaraka alijivika yeye mwenyewe kwa wazalendo sisi, atumtambue kabisa. E, kwa wazalendo tumtambue kama yeye ndio anamiliki maji, hapana. Hiyo ni madaraka alijivika yeye mwenyewe ndiyo tulifaulu tuli kumubeba silaha ya moja ya kabambi ya PKM tulifaulu kubeba silaha tatu ya nani ya aka na jeshi yake kenda, ndio niko nayo hapa kuyepe. Ye, yeye aliponyoka, lakini kwa sasa kwa sababu tuko yatumika pamoja na government eh, serikali ya FRDC ilitusaidia amekisha asikwa kwa muda huu iko mule mkasho ya FRDC mimi tunajua tangu tufike hapa milio ya risasi ilikuisha nyamaza kabisa, na kama ilitukia vile, unaona simba mbili zikakutana mpaka mayani lungule e, tunaweza penda kuambia raia kama Donkey Quest Andeba na kila mtu aingie mu, mu activity ya kwake, hakuna tatizo. Na hata sikia tena rimurio juu tuisha neutralize force ya wanadragil. Ndio kama mumeona, tumefanya PM tumefanya PM mu vile ya Baraka kwa sababu ya kumalizisha hiyo yote vitengo ya wizi juu matrupe ukasikia ni mzalendo muza, lakini undaenda kumkuta na vala tu kepi ya yulu ajulikane ni nani, ajulikane trupe zake alor, njoo ile tuko na beba jeshi nafanya patrouille hivi. Tuko na mpangilio ya kuonyesha raia na kuonyesha wanajeshi na kuonyesha nani polisi, kama ikifika muda tutapanga ikifika muda fulani vraiment, wanatuachia kwanza sisi tufanye sekuriti mu mugini kwa kukamata wale wote waharifu wenye kwa kuharibu jina ya wazalendo na jina ya serikali ya Kongo, kama vile kundi la CNPCC kundi la SPDC. Naona wengi wako wa, wa, wa, wa, wako na makarti, wako na makarti. Ipo, kila gundi napaswi tuonyeshe modalite ya, ya karte ya kwao na tunauliza wewe ni mzalendo gani kama vile mimi kiongozi wa wazalendo hapa, nasimamia wazalendo wote. Kila mmoja atatua na trupe zake anatuonyesha niko na watoto wotaa na makarte e service zapo, tunaziona tunaregistre zile, sababu sisi tulifanya hapa PM. Hiyo PM tunabeba kila trupe eh, wanavala dorsari ya PM. Wakishaivaa wanatumika pamoja, lakini tunaona wakati radio njoku kama njoo radio njoku inagabula vitu misaada toka nani fasi mbalimbali, tunaenda kukuta trupe zinakuwa mingi, lakini ambao wanaofanya doria ni trupe kidogo. Azeze azeze enea saba, nitapenda kuambia raia kama inyamaze, na yoyote nye atapata tatizo anaweza kukuya kwa mtandao wa simu eh, anabeba nani yetu anatuongelesha anawahi, tunafanya interview, tutawatosha namba za simu, afu anawahi kutupigia, tunafika pale. Namba ni sifuri makumi munane na mbili makumi mbili na ine makumi tatu na sita mia ine makumi saba na moja.